na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, tukiwa tunaendelea na kipindi chetu cha alquranul karim, ikiwa leo tumefika suratul a'la. Suratul a'la ni sura ambayo kwamba vilevile imeshuka katika mji wa Maka, ni sura ambayo kwamba ina aya 19 suratul a'la.

na kutokamana na upungufu ambao kwamba wanambandika nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bimaana ya Muhammad Sabbih isma Rabbika al-A'la, mtakaze ama kitakase jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lililokuwa li juu. Ametakasika na maovu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametakasika na upungufu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Mwenyezi Mungu amekamilika katika kila kitu, basi ya Muhammad, sabbihisma rabbika lala, mtakase takasa jina la mola wako subhanahu wa taala aliye juu, jina la mola wako subhanahu wa taala ambayo kwamba ni adhim. Mwenyezi Mungu hana nuksan kama wanavyosema kufaru Quraish, kama wanavyosema swanajida so Quraish kama wanavyosema Mayahudi na Manasara wakati wanapomkejeli Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mngu hana upungufu, ndipo utakuta hawa kufaru Quraishi walikuwa wakimkejeli sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakimsimanga sana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakimchezea shere mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuna wakati walimwambia mtume sallallahu alayhi alihi wasallam, ya Muhammad, tufanye hivi, mwaka mmoja tumwabudu Mungu wako, mwaka mwingine tumwabudu Mungu wetu, ni yani we Muhammad, pia umwabudu Mungu wetu yule mungu ambaye kwamba tutakayemuona ana saiki kuliko mwenzake ama ana ubora kuliko mwenzake, tutamfuata. Huyu mtume Muhammad kwambala, hakuna mambo kama hayo. Wakamwambia mtume, in aradta mulkan mallaknaka, ukitaka ufalme tutakufanya ni mfalme, ukitaka pesa tutakupatia pesa. Mtume ambia, athabatu ala lmuqif. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na msimamo

faatana khalqaha akawa ni perfect katika kuumba, wa abdaa sunaha akawa ni very very innovative na very inventive katika kuviumba, fi amal lshkali katika best of creations na katika best of shapes, wa na katika bora ya namna alivoumba Mwenyezimgu subhanau waaala na ukiangalia katika alivyoviumba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala utajua ni kweli alladhi khalaqa fasawa, Mwenyezi Mungu ameumba vizuri zaidi. Wewe mwanadamu tu jiangalie, pua yako hapa ilipo, itolewe iwekwe kwenye uso kwenye bapa la uso, takuwaje wewe? Mwanadamu una macho mawili, waonaje, jicho moja liwekwe juu lingine liwekwe chini Mdomo wako uwekwe kwenye masikio, uwe na sikio moja, uwe na jicho, yani masikio ni mawili, uwe na sikio moja, macho ni mawili, uwe na jicho moja, pua ina nostrils mbili, uwe na moja, midomo iwe miwili, we mwanadamu, utatisha sampuli gani? Utakuwa hauangaliliki sampuli gani? Ndo hiyo alladhi khalaka fasawa, Mwenyezi Mungu aliumba, aliumba kweli aliumba akasawazisha, aliumba akaweka sawa. Hakuna sampuli ya mabadiliko yanayohitajika, hakuna sampuli ya ubovu uliokuwa wowote, namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoumba, namna alivyomuumba mwanamume, namna alivyomuumba mwanamke namna mwanamume anavyovutia na namna mwanamke anavyovutia. Namna alivyoumba wa wanyama, akajalia mwenye pembe ana pembe kwa hikma yake, mwenye maziwa ana maziwa kwa hikma yake, wenye miguu minne ana miguu minne kwa hikma yake, warefu ni warefu kwa hikma yake, wafupi ni wafupi kwa hikma yake, wenye kula nyasi wanakula nyasi kwa hikma yake, wenye kula nyama wanakula nyama kwa hikma yake.

wahada linsana liwajhi lintifai bima audaahu fiha. na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akamuongoza mwanadamu namna ya kunufaika na kile alichokiumba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akamwongoza mwanamnyama katika kile ambacho kwamba anafaa akile, na lau utazingatia namna mwanadamu anavyokitumia kile alichomuumbia Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala utajua ya kwamba walladhi qadara fahada, Mwenyezi Mungu ni yule ambaye kwamba alokadiria mambo yote, aliyoyapanga mambo yote. Qadara lumura min alazal wama qudira min alazali la bud an yakun, Mwenyezi Mungu ameyakadiria mambo yote kutoka zamani. Wama qudira min al azali la bud an yakun na yote yaliyokadiriwa kutoka zamani hayana budi lazima yawe. faman qadara lahu lkhaira aslaha baalahu waman ukila linafsihi biduniyahu maftun. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye kwamba qaddara fahada, amekadiria na akaongoza mwanadamu afanye nini, mnyama afanye nini, mdudu afanye nini Ndipo taona yule mnyama mwenye kula nyasi hali nyama, na yule mwenye kula nyama hali nyasi, kwa sababu qadara fahada, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amekadiria kila kitu na akamwongoza kila mmoja. Dotaona leo Mwenyezi Mungu ametupatia ilmu, wama utitum min alilmi illa qalila. Angalia ilmu Mwenyezi Mungu aliyotupa sisi wanadamu, tunaweza kujenga sisi wanadamu tunaweza kuruka, sisi wanadamu tunaweza kutembea baharini, zote ni katika makadirio ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. walladhi akhraja l-mar'aa, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ni yule ambaye kwamba ametoa mimea katika ardhi, ni zile mimea zinazomeamea ovyo ovyo katika ardhi malisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio aliyo aliyoyasaidia, ama yeye ndio aliyosababisha ya yatoke pale mahali yalipo katika ardhi, ili waweze kula wanyama. Faja'alahu ghutha'an ahwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia yameoza yawe ni meusi, hayawezi tena kulika, yote ni makadirio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fasayyarahu ba'da al-khadhra aswadan ba aswadun baliyan ni aswad baada ya kuwa ni green zimekuwa ni black. Yote ni makadirio ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akaendelea kusema sanuqriuka fala tansa ai sanuqriuka ya Muhammad hadha alquran alazim fatahfadhahu fi sadrika wala tansahu, tutakufundisha hii ni alquran alkarim ya Muhammad tutaiweka katika kifua chako na wala hutosahau milele, illa ma sha Allah, isipokuwa kile anachotaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Ai ma arada llahu nasakhu fa innaka tansa, kile Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala atakakukiondoa, hakika wewe utakisahau madamu Mwenyezi Mungu atakakukiondoa. Kwa hivyo mtume sallallahu alayhi alaihi wasallam na katika miujiza yake ni kwamba mtume salallahu alaihi wasallam ni annabiyu al alummiyu, ni mtume ambaye kwamba asojua kusoma kilichoandikwa. Kwa hivyo mtume salallahu alaihi wasallam hawezi kuandika, lakini hivyo hivyo Mwenyezi Mungu anamwambia sanuqriuka fala tansa, tutakufundisha ya Muhammad, hii ni Qurani, hutoisahau milele. Ukifundishwa mara moja na Jibrili unashika hapo hapo.

na yale ambayo kwamba tunayaficha katika maneno yetu, katika vifua vyetu. Hakuna kitu kinafichamana kutoka kwa Allah subhanahu wataala, chochote kinachopita katika nafsi yako hata bila kuy kikitamka Mwenyezi Mungu subhanahu wataala anakijua. Innahu yaalamu ljahra wama yakhfa. Wanuyasiruka lilyusra, ai nuwafiquka

Huyo ambaye kwamba atakataa, huyo ambaye kwamba atakwenda kinyume, huyo ambaye kwamba atakufuru maneno ya Mwenyezi Mungu. alladhi yasla nar al-kubra, atakuwa ni katika wale ambao kwamba wataingia katika moto wa jahannam wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. al-azima al-fadhia, moto ambao kwamba ni mkubwa, wenye fadhaa, wenye kuroroma moto kwa ambao kwamba hauna mfano wake thumma la yamutu fiha wala yahya kisha la yamutu fayastariha wala yahya lhayata ltayibata alkarima hatokufa ndani ya, ya moto apate kupumzika kutokamana na moto wala yahya alhayata ltayibata lkarimata

Thumma la yamutu fiha wala yahya, hakuna kufa ndani yake, hakuna kuishi ndani yake. Hakuna kufa ili upumzike na adhabu, na hakuna kuishi maisha mazuri ndani yake ili upumzike kutokamana na adhabu, kwa sababu nyuma ulikataa maneno ya Bwana Mtume Muhammad yaliyoko katika Alquranul Karim. Qad aflaha man tazakka, amefaulu mwenye kuutakasa moyo wake

Kwa nini munaboresha uhai wa dunia kuliko uhai wa akhira? Wal akhiratu khairun wa abqa, na akhira ni bora na ni yenye kubakia milele na ni yenye kudumu milele. Vipi mwatanguliza uhai wa dunia kuliko uhai wa akhira? Mbona mwa prioritize kubakia duniani, ambao dunia ni dunia yenye ku kuondoka Wako wako wapi? waliokuwa duniani miaka mia iliyopita wako wapi? wako wapi? waliokuwa duniani miaka mia mbili iliyopita wako wapi? bal tuthiruna lhayata dunya adunya lfania, dunya yenye kuondoka yenye kumalizika. kwa nini munaitanguliza dunia kama hini? walakhiratu khairun wa abqa, na akhira ni bora na ni yenye kubakia milele ina hadha lafi suhufi lula